Katika safari yetu ya hekima tunarudi tena katika jiji la Yerusalemu na ni wakati wa sikukuu ya Vibanda. Kusema kwamba kuonekana kwa Bwana hapa ni jambo lenye utata na litakuwa na vurugu ni kusema kidogo sana. Viongozi wa kidini wamepanga mtego kwa uangalifu sana, ambao wao wanaona ni wa ujanja kiasi kwamba hawaoni jinsi Yesu atakavyoweza kuepuka. Sasa Yesu amekuwa akilala nje ya kuta za mji pale kwenye mlima wa Mizeituni usiku uliopita. Asubuhi anarudi mjini kufundisha hekaluni, na wakati huu umati wa watu umekusanyika. Na ni hapa ndipo mafarisayo na waandishi wanatekeleza mtego wao, wanamuleta mbele yake mwanamke ambaye wamemkamata akifanya uzinzi wanamwambia Yesu hapa katika Yohana sura ya nane mstari wa tano: Sasa katika sheria Musa alituamuru kuwapiga mawe wanawake wa aina hii. Wewe unasemaje? Kweli hili ni la kushangaza. Kusema ukweli, wamemvuta huyu mwanamke hadi kwenye eneo la hekalu. Wamemkamata kama maandiko yanavyosema, akiwa anafanya uzinzi. Inaonekana wamewatenganisha wale waliokuwa wakifanya uzinzi na wamemvuta mwanamke Unajua, wakati wa kitenzi unaonyesha kwamba wale waliomvuta mbali ndio bado wanamshikilia walipofika hapa hekaluni. Sasa kama wewe ni kama mimi, unaweza kuwa unajiuliza yule mwanaume yuko wapi? Lazima naye alikamatwa pia, lakini hayupo mahali popote, na hili linanifanya niamini kwamba yeye pia ni sehemu ya mpango huu wa kumnasa Yesu. Kwa kweli, Yohana anaandika hapa kwenye mstari wa sita hili walisema ili kumjaribu wapate sababu ya kumshtaki. Hivyo basi, hii ndiyo shtaka hapa, hapa ndipo mtego ulipo. Kama Yesu angeamuru mwanamke huyo apigwe mawe hadi kufa, angekamatwa na mamlaka za Kirumi kwa kosa la uchochezi. Wayahudi hawakuweza kisheria kumuua mtu bila idhini ya Warumi na kwa upande mwingine, kama Yesu angesema acheni aende, basi angekuwa anavunja sheria ya Musa na asingestahili kuwa Masihi, asingestahili kufundisha e watu. Hivyo basi hii ni mtego uliopangwa vizuri kabisa. Sasa, kabla hatujaenda mbali hadi kwenye hitimisho, nataka uchukue muda kidogo kufikiria hali ya huyu mwanamke anatumika na viongozi wa kidini ambao kwa kweli hawajali chochote kumhusu. Kwa sasa anaaibishwa hadharani. Watu wote kwenye lile kundi wamesimama wakimtazama, wakinolona na kuonyesha kidole. Yesu hakusema chochote kwake wala kwa mtu mwingine yeyote. Kwa kweli, mstari wa sita unasema hivi ndivyo Yesu alivyofanya, aliinama na kuandika kwa kidole chake chini. Hilo ni jambo la ajabu Alipiga magoti tu na kuanza kuchora-chora kwenye mchanga, kisha akasimama tena na kusema, hapa kwenye mstari wa saba, yeyote asiye na dhambi kati yenu na awe wa kwanza kumtupia jiwe. Unaweza kufikiria sasa, kuna kimya kizito kabisa kwenye ule ua. Hawakuwa wakitarajia jibu la aina hii. Ona Yesu hakupuuza sheria ya Musa, lakini kwa kudai kwamba ni mtu asiye na hatia tu ndiye anayeweza kuwa wa kwanza kutupa jiwe, anaweka mwangaza kwa wale waliomshtaki yule mwanamke na nia zao mbaya. Na kwa hilo, mstari wa nane unasema na mara nyingine tena alinama na kuandika chini. Kwa njia hii, ndiyo mara pekee katika Agano Jipya ambapo Yesu anaonyeshwa akiandika kitu chini. Kwa kweli kitenzi cha kawaida cha kuandika grafo, ambacho ndicho kinatupatia neno letu grafiti, hakitumiki hapa. Badala yake kinachotumika ni neno la muunganiko linalomaanisha kurekodi. Hili ndilo neno lile lile linalotumika katika tafsiri ya Kigiriki kwenye kitabu cha Ayubu sura ya 13 mstari wa 26, ambapo linarejelea mambo machungu yaliyorekodiwa dhidi ya Ayubu. Sasa Yesu anafanya nini hapa? Kweli hatuwezi kuwa na uhakika anachoandika lakini naamini ana rekodi dhambi ambazo hawa viongozi wa kidini walikuwa na hatia nazo katika maisha yao binafsi. Walitaka kumdanganya, walitaka kumwanika huyu mwanamke. Sasa ngoja ni kuambie Yesu sasa anawaanika wao. Hawakutambua kuwa wamesimama mbele ya Mungu mwana ambaye anajua kila dhambi waliowahi kufanya. Anajua makosa yao dhidi ya sheria ya Musa na sasa anarekodi hayo kwa ufanisi. Anawafichua hadharani anapoandika pale, akitoa ushahidi wa dhambi zao wenyewe. Hii inanifanya nikumbuke wakati fulani nikiwa shule ya msingi. Nakumbuka nilikuwa na mwalimu darasa la tano, na nakumbuka kupata matatizo naye darasani. Jina lake alikuwa Bi. Longnet kana alikuwa na desturi ya kuandika tabia zangu mbaya na kunipa barua hiyo nipeleke nyumbani, na kama unavyoweza kufikiria, hili lilitokea zaidi ya mara moja. Nilitakiwa kupeleka ile barua kwa wazazi wangu na kuwafanya waweke sahihi yao. Hiyo ingekuwa ushahidi kwamba nilikuwa nimewakiri kile nilichokifanya darasani. Sasa bila shaka nilijua ningeingia kwenye matatizo makubwa nikifika nyumbani. Kwa hiyo nilikuwa na chaguo mbili tu: kukimbilia Umoja wa Kisovieti au kukubali adhabu yangu. Lakini kisha nikafikiria chaguo la tatu. Niliamua kugushi sahihi ya baba yangu. Kwa hiyo nilichukua kalamu na nikajaribu kuandika kama baba yangu, unajua, mstari wa moja kwa herufi K na ule mduara wa herufi D kwenye Keith Davey nilijitahidi kutumia kila mbinu ya kugushi niliyokuwa nayo, kila kitu nilichojifunza kwenye mwandiko wa mkono. Na nilipomaliza, ukweli ni kwamba haikufanana kabisa na sahihi ya baba yangu. Kwa hiyo nilichukua kitambaa cha karatasi kilicholoa na nikafifisha wino ili usiweze kusomeka vizuri. Nilipanga kumwambia Bi Longnetka kwamba ilikuwa imeanguka kwenye sinki. Kweli ni wazi sikuwa mwenye dhambi mwerevu sana. Bila shaka nilikamatwa, na adhabu ilikuwa mbaya kuliko kawaida. Inanikumbusha kijana mwingine wa shule ya kati aliyekuwa anataka kukwepa shule. Kwa hiyo akapiga simu ofisi ya shule asubuhi ile, na bahati mbaya mkuu wa shule ndiye aliyepokea simu. Kwa sauti yake ya chini kabisa, yule kijana alisema Tommy hatakuwepo shuleni leo, na mkuu wa shule alihisi kuna kitu na akauliza, basi naweza kujua nani anaongea? Baada ya kimya kidogo, sauti ikajibu, huyu ni baba yangu anaongea. Mimi na Tommy tulikuwa na akili sawa linapokuja suala la dhambi na uwasi. Sasa hebu nikuambie, kuna kitu cha kuchekesha sana kuhusu hawa viongozi wa kidini kusimama mbele ya mwana wa Mungu ambaye anajua yote na kufikiri kwamba wataweza kuficha dhambi zao. Kinachotokea baada ya hapo kinatia unyenyekevu, lakini pia kinatia moyo. Hiki hapa kwenye mstari wa tisa. Waliposikia hayo wakaondoka mmoja baada ya mwingine, wakianzia na wazee, na Yesu akabaki peke yake na yule mwanamke akiwa amesimama mbele yake. Yesu akasimama na kumwambia, mwanamke, wako wapi? Hakuna aliyekuhukumu? Nataka utafakari tukio hili pamoja nami. Hekalu limetulia kimya baada ya washtaki wake kutoweka wameondoka mmoja baada ya mwingine kimya kimya. katika utulivu wa wakati huu anasimama mwanamke ambaye ninavyofikiria anaonekana ametatizika mabega yake yameinama kwa aibu macho yake labda yamejaa hofu pengine hata machozi yesu anamwangalia naye anamwangalia yesu na kwa sauti ya chini anajibu swali lake na kusema hapa kwenye mstari wa 11 hakuna bwana uligundua hilo Anamwita Bwana. Ameona kile alichoandika kwenye mchanga, hakika ameshangazwa na ujuzi wake wa mambo yote. Sasa anajua mwenyewe kwamba yeye ni Bwana, na Yesu anamwambia sasa kwenye mstari wa kumi na moja, wala mimi sikuhukumu. Nenda na tangu sasa usitende dhambi tena. Sasa usielewe vibaya hapa, Yesu hapuuzi dhambi yake. Kwa kweli amekuja kufa kwa ajili ya dhambi yake. Sasa kwa sababu ya imani yake kwake, ambayo imeonekana kwa kumwita Bwana, yeye ni Bwana wake, anamwondolea dhambi kwa msingi huo. Lakini Yesu hasamehe tu yaliyopita, pia anampa changamoto kuhusu maisha yake ya baadaye. Hii si msamaha rahisi. Hii si neema ya bei rahisi. Haisemi, a ha, usijali kuhusu uzinzi, unajua, jaribu tu kuwa makini zaidi wakati mwingine. Hapana, anamwambia kama kweli mimi ni Bwana wako, acha kuishi maisha ya uzinzi. Hivyo Yesu anampa uchaguzi siku hiyo: arudi kwa yule mwanaume, arudi kwenye maisha yake ya zamani, au aanze kuishi maisha mapya kama mwanamke aliyesamehewa. Nahna lazima niwaambie, wapendwa, tuna kila sababu ya kuamini kwamba maisha yake yalibadilika milele. Unajua, vivyo hivyo ni kweli kwako leo kama umeweka imani yako kwa Kristo. Haijalishi umefanya nini, Bwana amesamehe yaliyopita yako, dhambi zako za sasa, hata dhambi zako za baadaye. Biblia inasema kwamba Yesu alifuta ile orodha ya deni iliyokuwa ikikushtaki, ile orodha ya dhambi ambayo angeweza tu kuiandika kwenye mchanga miguuni pako na kwangu.